Na mtazamaji wa Faida Online TV, habari za wakati huu leo. Tumetembelea kwenye hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini iliyopo Mitengo, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, kwa lengo la kuzungumza na ndugu yetu Hasani Halfani Kufuru. Huyu amepatwa na ajali ya kukamatwa na mamba, tunasema amejeruhiwa na mamba, lakini eh, Mwenyezi Mungu amejalia na amefanikisha kujiokoa kwenye meno makali ya mnyama huyo. Alikamatwa akiwa kwenye shughuli zake za uvuvi kwenye bwawa maarufu kabisa la Chidia ambalo linapatikana kwenye eneo la Arusha chini na Arusha juu pale, ama Lukanda na Mmulu ndani ya halmashauri ya mji e, Nanyamba katika mkoa wa Mtwara. Baada ya kukamatwa, wenzake wakaja wakamsaidia, lakini Mungu tu mwenye alipanga na akawa amejiokoa, lakini mpaka anafikishwa hapa, mara baada ya kurupushana hizo, alikuwa tayari amevunjwa mguu Faida Online TV, watu wa Field, pasna hiana, tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kutaka kujua, ilikuwaje lakini aliwezaje kujiokoa mpaka kuhakikisha kwamba anabaki akiwa salama. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field. Tafadhali baki nasi. Hasani Alfani Kufuru ni mzawa wa kijiji cha Arusha Juu, kata ya Chawi. Sisi tulienda kuvua na wenzangu ulik watu watatu ueda kuvua kando kidogo chini. Baada ya kumpiga chini ndo Akauacha mguu. mm. eh. Na na na, na nguvu sana ilikuwaje kwa kwewe? Uh, mimi nilimuvu eh, sikuruhusu anizamishe kwa sababu tulikuwa maji kidogo makubwa. mm. Kwa hiyo sikuruhusu niende chini, bado nilikuwa na power yako nisipingie nisi, nisipingie chini. mm. Ya ameshika mguu anang'ang'ana chini, lakini bado na power yako nisi, nisizame chini. mm. Kwa hiyo gawapurugushani ndio iko hapo mpaka ulipokuja msaada. Mimi ndio nikaingia mtumbwini lakini akawa ashaharibu mguuni. Eh. Mm. E. Kwa hiyo mguu ameuvunja. Eh. Okay. Ameuvunja sehemu gapi? Sehemu moja hapa ya kifundo hichi. Chida ni moja kati ya maeneo ambayo kumekuwa na hali hiyo ya mamba, uwepo wa mamba lakini sio Chida tu, tutaangalia kwenye maeneo ya Mturuvuma kule pembezoni pembezni, mwa Tanzania na Msumbiji. Kumekuwa na, na mamba na watu wamekuwa kikamatwa na wanafariki. Kwa upande wa Chidia pale kwenu Arusha juu, hali ya watu kupotea na mamba kuuawa ikoje? hilo lipo? Mm, lipo sana kwa sababu baada ya tukio hili, kabla ya tukio hili, kuna mtu mwingine alikamatwa. Mm, alikamatwa lakini bahati mbaya hakuonekana kabisa. Yes, alionekana baada ya siku ya tatu, ameshaharibiwa, aribiwa, ashakufa. Yes, ndo hivyo. Kwa hiyo pale changamoto hiyo ipo. Mm, ipo sana. Okay, na tunajua kwamba kuna mamba lakini bado watu wanaenda kuvua mule, hasa shida inakuwa nini? Ile ni moja ya tuseme kazi kwa watu kama wakazi wa pale cha Arusha juu, Arusha chini. yeah. kitaya kwa hiyo moja ya kazi, kwa hiyo inavyotoka emergency, unajua ni kazi, lakini inakuwa changamoto. Na wewe unakuguza nani hapa? Na, mm. kaka yangu, dada yangu, mm. pia mke wangu yuko hapa okay. mm. na wewe mwenyewe una familia eh? Mimi na familia na watoto wawili na mke mmoja okay. mm. maendeleo kwa ujumla naendelea vizuri, huduma zinafanyika kwa weledi mzuri, kwa inaendelea vizuri nam mm, mtazamaji no, wa Faida Online TV, tumezungumza na ndugu yetu huyo ambaye anatuelezea kuhusiana na tukio zima la yeye kukamatwa na mamba akiwa eh, katika shughuli zake za hapa na pale kwa ajili ya kuweza kuvua samaki kwenye bwawa maarufu kabisa la Chidia, linapatikana eh, maeneo ya Arusha chini pale watu wa Arusha juu, kwa maana Lukanda Mulu. Eh, watu wengine Kitaya, kuna ambao wengine wanaenda Mtoruvuma kule, lakini pengine wanaweza kutakuwa wengine wanakuja huku na mambo mengine kama hayo, lakini ametuelezea namna alivyokuwa amekamatwa na akaweza kujinusuru kutoka eh, kwa mnyama huyo mkali mvunja mifupa, lakini eh, tumeambiwa hapa na pia kwake, amejeruhiwa mguu wake wa kulia ambao ulikuwa umekamatwa na ameuvunja, lakini mwisho ameomba kama kuna uwezekano basi aweze kusaidiwa kwa chochote naweza kuja hapa hospitali kwa ajili ya kuweza kuja kumletea chochote ambacho utakuwa amejaliwa ili kiweze kumsaidia. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe ku like na comment channel yetu ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa wafildi. Asante na kwa heri.